Mwanaume kuwa dhaifu endapo unaposhiriki tendo la ndoa so kwamba tatizo likawa ni punyeto hapana. Changamoto ya kwanza inaweza kuwa changamoto za dopamine, kwa maana shida za mindset katika medula oblongata. Jambo la pili, inawezekana ukawa na changamoto ya uzaifu ya misuli na mishipa damu ambayo inatoka kwenye moyo na kufanya blood flow kwenda katika tezi. Lakini jambo la tatu, inawezekana ukawa na changamoto za hormone hasa testosterone na progesterone. Lakini jambo linalofuata, inawezekana ukawa na shida ya matezi wanaume, ambaye mwenye athari katika tezi, kwa maana tezi dume kwa maana ikolegea ama tezi dume kuwa na infection. Hii hali pia inaweza kuwatesa na wanaume wengi na kupelekea udhaifu wanaposhiriki tendo la ndoa. Kwa maone na ushauri, inawezekana ukapata e, vipimo kwanza kugundua chanzo ni nini. Baada ya kugundua chanzo ni nini, hivyo ndio unaweza kutibu chanzo cha tatizo. Tusikimbilie tatizo moja kwa moja, maana watu wengi wanaotumia dawa za perform katika tendo la ndoa, wengi hali inawatesa na wanakuwa na chronic. Usiingie katika mkumbo bali kuwa na namba ya simu hapo chini ili kwenda kutatua changamoto yako kwa kutumia viinilishi pekee. Karibu sana.